Awali ya yote naomba nitoe shukrani sana kwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia uhai na kukutanisha hapa siku ya leo, na washukuru wote kwa kufika kwenye hafla hii. Pia na niwashukuru waandaaji wa, wa uzinduzi huu kwa kulipa heshima kubwa ya kuwa hapa kwa ustawi wa watu wenye ulemavu hususan viziwi wasioona. Nashukuru sana. Naomba nichukue fursa hii kuwapongeza kwa kazi nzuri ya kuandaa tukio hili muhimu la uzinduzi wa kitovu cha kimataifa cha rasilimali za uziwi kutoona. Ndugu wageni waalikwa, nimefahamishwa tukio lililokutanisha hapa ni uzinduzi huo, na lengo hasa ni kuwa chemchem ya kupata taarifa, maarifa na machapisho mbalimbali kama tulivyoona hapo, ambayo ni fikivu kwa aina zote za ulemavu kwa mfumo wa kidijitali. Hili jambo zuri sana ambalo litaenda kuongeza maarifa kwa watu wenye ulemavu wa hapa nchini, na kwa hakika na wapongezeni sana. Ndugu wageni waalikwa, na mabibi na mabwana, nchi yetu ya Tanzania, kama zilivyo nchi nyingine duniani, ina kundi la watu wenye ulemavu ambalo licha kuwa ni kundi dogo kwa idadi ya watu wote, lina umuhimu mkubwa sana katika maendeleo ya jamii. Takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia 9 ya Watanzania wanaishi na aina mbalimbali za ulemavu ambao ni sawa na Watanzania milioni 5.1. Katika takwimu hizi ni muhimu kutambua kundi la watu wenye ulemavu wa uziwi kutoona, yani deaf blindness, kwa sehemu ndogo ya ndani ya kundi hili na mara nyingi kundi hili halionekani kwenye takwimu rasmi kwa sababu hiyo basi, mahitaji yao hubaki nyuma katika mipango mingi ya maendeleo. Watu wenye ulemavu ni sehemu kubwa ya jamii yetu ambayo inahitaji kupata fursa sawa katika elimu, ajira, huduma za afya, miundombinu na ushiriki kamili katika maisha ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kundi hili la viziwi wasioona limeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali mbali ikiwemo upatikanaji wa taarifa, fursa za ajira, elimu jumuishi na huduma bora za afya. Hivyo basi, serikali na wadau mbalimbali nchini wana jukumu kubwa na la muhimu la kujenga mazingira jumuishi na wezeshi kwa kundi hili. Ndugu wageni waalikwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuhakikisha haki za watu wenye ulemavu zinalindwa na kuenziwa kupitia sera ya taifa ya maendeleo watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na nne na pia kupitia utekelezaji wa sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na kumi yani persons with disabilities act tunaendelea kujenga taifa lenye usawa kwa wote vile vile tanzania imeridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu ikiwemo mkataba wa umoja mataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu jitihada hizi zote zinadhihirisha utayari na jitihada zinazofanywa na serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuhakikisha ujumuishaji wa kundi hili katika nyanja zote za maisha. Ni vyema tukatambua kwa uhaba wa takwimu sahihi na za kina kuhusu viziwi wasioona na watu wenye ulemavu bado ni changamoto, licha jitihada ambazo zimeendelea kuchukuliwa na serikali na wadau. Miongoni mwa hatua nizitaje baadhi zilizochukuliwa na serikali ya kwanza kuzinduliwa kwa mfumo wa kielektroniki wa taarifa na kanzidata kwa watu wenye ulemavu yani, persons with disability management information system, kwa kifupi kama mmesikia na hakika mmesikia sana PDMS, mwaka 2023. Pili, kuzinduliwa kwa kanzidata ya takwimu za watu wenye ulemavu zinazotokana na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Uzinduzi huu umefanyika mwaka huu 2025 na tatu kuzinduliwa kwa mobile app inayojulikana kwa jina la Pidimis mobile app. Mobile app hii kama mnavyojua, inawezesha kumsajili mtu mwenye ulemavu kwa kutumia simu na pia hata katika mazingira yasiyokuwa na internet. Uzinduzi huu umefanyika tarehe 13 Juni mwaka huu 2025 Kigoma na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tujitahidi wote wapate kujiandikisha, hii itasaidia sana tasaidia kujua fursa za ajira na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiandikisha. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na hatua hizo nzuri hizo, nimetaja baadhi tu zilizochukuliwa hivi karibuni, nchi yetu iliandaa kwa pamoja na nchi ya Croatia, yaani kama side event, wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu COP 18 makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani, ambao ulikuwa na lengo la kuongeza ushawishi kuhusu muhimu wa kuangazia kundi hili ili kuimarisha ustawi wake. Ndugu wageni waalikwa, napenda kuchukua fursa hii kutambua na kutoa shukrani za dhati kwa wadau wote wanaoshirikiana na serikali katika kuwawezesha watu wenye ulemavu na kufanikisha kuandaliwa kwa kitovu hiki cha kimataifa cha rasilimali za uziwi kutoona. Ushirikiano kati ya sekta binafsi, mashirika ya kimataifa na asasi za kiraia ni muhimu sana katika kufanikisha malengo yetu ya pamoja. Kwa namna ya kipekee pia, napenda kutoa pongezi kwa shirika la Sense International Tanzania kwa kazi yao ya kipekee na ya kuigwa, hususan katika kushughulikia mahitaji ya watu wenye ulemavu, lakini kwa kipekee kundi dogo na mara nyingi lilosikika la watu wenye ulemavu wa uziwi kutoona kazi zenu zinatoa nuru na matumaini sana kwa kundi hili ambalo mara nyingi limekuwa likisahaulika kwenye sera na mipango mingi ya kijamii. Nyinyi ndio mmekuwa sauti yao. Aidha, ushirikiano kati ya Sense International na mashirika ya watu wenye ulemavu ni mfano wa kuigwa wa namna tunavyoweza kushirikiana ili kuondoa vikwazo na kuimarisha maisha ya watu wenye ulemavu. Ushirikiano huu unadhihirisha kwamba mabadiliko chana chanya yanawezekana pale ambapo mashirika kita anlam, ya kitaalam yanapofanya kazi kwa karibu na jamii yenyewe. Leo tupo hapa na wataalam kama mlivyojitambulisha kutoka Sense wakizindua kitovu hiki cha kidijitali yaani kitovu cha kimataifa cha rasilimali za uziwi kutoona. Huduma za kidijitali ni mhimili mpya wa maendeleo. Kama tunavyojua siku hizi, bila dijitali mambo hayaendi. Hatuwezi kuwa na jamii jumuishi bila kuhakikisha kuwa teknolojia inawajumuisha. Kupitia kitovu hiki tunapiga hatua kubwa katika kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wanapata taarifa, mafunzo na huduma kwa njia rahisi na kwa wakati. Hii inakwenda sambamba na ajenda ya maendeleo endelevu yaani SDGs, hususan lengo namba kumi kuhusu kupunguza pengo la usawa na lengo namba tisa kuhusu ubunifu, miundombinu na teknolojia jumuishi. Kwa kumalizia basi, napenda kutoa rai kwa wote tuliopo hapa leo, kuendeleza ushirikiano huu, kuimarisha mifumo ya habari na rasilimali zinazopatikana katika kitovu cha kidijitali cha rasilimali za uziwi kutoona na kuendelea kujenga jamii jumuishi kwa vitendo. Baada ya kusema haya, nitamke sasa kuwa nipo tayari kabisa kuzindua kitovu hiki cha kidijitali, kitovu cha kimataifa cha rasilimali za uziwi kutoona.